Mwanamuziki maarufu wa Nigeria na mshindi wa tuzo ya Grammy, Damini Ebunoluwa Ogulu, anayejulikana kama Burna Boy, amebadilisha dini kutoka Ukristo na kuwa Mwislamu. Mwanamuziki huyo maarufu kwa miondoko ya Afrobeats mwenye umri wa miaka 34 na mzaliwa wa Port Harcourt nchini Nigeria ameeleza kwamba alizaliwa na kulelewa katika familia ya Wakristo lakini sasa ameamua kubadilisha dini na kuwa Mwislamu. Burna ameeleza hayo waziwazi kwa mara ya kwanza alipofanya mahojiano na mwandaaji wa muziki na YouTuber boy aitwaye Plaqueboymax tarehe 31 Oktoba mwaka 2025. Mahojiano hayo yalirushwa mubashara kupitia chaneli ya YouTube ya Plaqueboymax. Dini ni utaratibu unaodhibitiwa. Katika utafiti wangu wote, daima kuna ukweli mmoja wa kisayansi unaoenda kinyume na kila kitabu. Kila kitu kinatoka kwenye elimu na mfumo wa jua, alisema Burna Boy. Mimi ni wa kiroho sana. Ninaamini sisi tumeumbwa. Kwa hiyo kama tumeumbwa, basi lazima kuna muumbaji. Kila mtu anakuja na matoleo yanayonichanganya. Hivi ndivyo wazazi wako wanavyoamini, hivyo ndivyo wanavyozaliwa. Mimi nilikuwa Mkristo, lakini nilisilimu na kufahamu kuwa wa aina zote. Ni kama nimeyasoma yote, bado niko nikijaribu kutafuta ni nini hasa kinaendelea. Kadri nilivyozidi kufanya utafiti ndivyo nilivyochanganyikiwa zaidi. Ninachojua ni kwamba kuna ukweli kwamba kuna kitu kinanilinda, ambacho ninaendana nacho. Ndio maana ninapoomba, nahisi kama nasikilizwa. Alimalizia kwa kusema Burna Boy. Baadhi ya mashabiki zake katika mitandao ya kijamii ya Instagram, YouTube na Twitter wamemkosoa na wengine kumpongeza kumuunga mkono kwa alicho haya ni baadhi ya maoni ya mashabiki wa Burna Boy kutoka mitandao ya kijamii wakionyesha hisia zao baada ya kusikia Burna Boy amebadilisha dini kutoka Ukristo kwenda Uislamu. Olaoluakorede: Uislamu, upendo na mwanga. Sisi ni Waislamu wazuri na tunapenda kusaidia watu kimya kimya. Mungu awabariki Waislamu wote wazuri. Hawa magaidi waje moto wa jehanamu. Open minded 1475: unadhani ni kweli? Kwa neema ya Mungu na inshallah, tunaendelea kile alichosema kuhusu swali na Don Jazzy, je, ni maneno tu ya wimbo nexjiara. Ingawa bado hajakubali Uislamu, kuna dalili za kuupenda Uislamu moyoni mwake. Mwenyezi Mungu amwongoze kwenye Uislamu ikiwa ataslim, tutasherekea pamoja naye kwa furaha, kwani amepata njia ya kweli na amani, dini tukufu ya Kiislamu. GTM GTM_digital 2021 best Mtu huyu tayari amekosa maishani, ana kiburi na ana majivuno mengi. Ni neema tu ya Mungu inaweza kumwokoa ikiwa atatubu. braza ahama, hakuna mtu alizaliwa Mkristo. Unakuwa Mkristo ukimwamini Yesu Kristo, kumkubali na kumtubu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako binafsi. madiobao outsider moja, kile ninachokipenda kwake ni kwamba hajali hisia zenu. Mtaendelea tu kulia na hamtakuwa na maana yoyote. Mimi ni Witness Lema wa Makini TV.